Wamisi, madereva wa teksi, madereva wa bodaboda, naweza nikashuka mimi, si ndio? Nikamwambia, kaka eh, wewe tunajuana, kuna huyu mzigo nipelekee nyumbani. Wewe hujui kuna nini, so ikitokea kipigwa hivi, huo ni wako, ndio? Jamani, sheria ina miaka 30, lakini ukiondoa, lakini ukiondoa hizo ukanipakiza mimi kama abiria hapo kwenye gari, nikishikwa na kizigo tu nakikataa huyo atajua mwenye na mzigo wake. Mimi bwana nilikuwa na begi hili moja, ilio fuko la rambo sio langu, kosa la nani? Na mwisho wa siku pia tunaenda wote kwanza, afu mwingine atajulikana huko kwa miaka mitatu minne mitano. Tumekuja kutoa elimu kwanza ya kuwazuia mjue viashiria, pili the way tunapowabeba abiria zetu tuwabebe kwa tahadhari, lakini tusichukue mizigo ya watu. Lakini pia tunakuja kuzungumzia dawa za kulevya ni nini, zina tabia gani, kwa ajili ya kuwakinga watoto wetu. Lakini na mwisho labda, sijamkaribisha madam, tutawaonyesha maeneo ya huduma Tanga, kuna huduma gani kwa mtu ambaye ana tatizo la dawa za kulevya, na dawa gani inahudumiwa wapi, kwa maana ya tiba. Na kama mna ndugu zenu, mna jamii yenu, inakuwa nyinyi ni mabalozi wetu, sasa wakwenda kupeleka ule wa ujumbe kwa ajili jamii isaidike. Hatutamani kuona Tanga watu wanatumia, tunatamani tuone Tanga watu wanafanya kazi, wanawajibika kama vile ilivyokuwa awali.